Msanii wa muziki wa kizazi kipya Diamond Platinumz Simba la masimba na gote, ameweza kuandika ujumbe mrefu ikiwa ni e, kwa yale ambayo ameweza kupita katika kipindi ambacho kilza kutokea e, katika kipindi cha uchaguzi. Ameweza kuandika ujumbe mrefu ambao e, ambao ameweza kuongea mambo mengi, lakini baadhi ya mashabiki wamekuwa kimponda sana katika upande wa e, comment section ambapo post hii ina e jumla ya likes 39, e, na 900, ikiwa tu na e, Comments kwa maana ya maoni ya watu ambao wameweza kuandika baada ya ujumbe huu maoni ya watu elfu kumi na mbili na mia sita. So, tena kusomea kile kitu ambacho ameweza kuandika Diamond Platnumz mapema siku ya leo, bila kupunguza wala kuongeza chochote, lakini pia ntakurudia katika upande wa comment section, watu we, walikuwa na hapa na pajatokea jambo pasipo yeye kutaka, na kila jambo hutokea kwa sababu, inshaallah. Na kwenye hili Mwenyezi Mungu atujalie sababu yenye baraka kubwa kwa taifa letu, atujalie amani zaidi ya tuliokuwa nayo mwanzo, atujalie upendo zaidi, umoja zaidi, mshikamano, kupendana, maendeleo, na azilaze roho za waliotangulia mahala pema peponi. Amina kafrash na imuja shukran. Lakini pia kopa jekundu pamoja na eh, emoji ya bendera ya Tanzania. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Diamond Platinumz katika peji yake ikiwa kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanamponda na kumwambia kwamba watu tuko katika kipindi kigumu cha maombolezo, lakini kuna wasanii ambao wamekuwa wakipromoti nyimbo zao wakiposti challenge. Bila shaka walikuwa wanasema Diamond Platinumz, maana ndo alikuwa busy sana, eh, kuposti challenge za watu ambao walikuwa na wanaimba nyimbo zake ambazo ameweza kuzitoa hivi siku za karibuni katika mwezi huu wa kumi, eh, kwa maana mwezi uliopita, mwezi wa kumi Oktoba, mmoja kati ya nyimbo za tatu ambayo moja inajulikana kama Nani, nyingine ya Sasampa, ambapo nyingine zilikuwa ni nyimbo of course ambazo zimeenda mbali zaidi. So ilikuwa inapitia baadhi ya comments za dawa, walikuwa wanaandika nini kufuatia huu ujumbe ambao umeweza kutoa Diamond Platinum siku ya leo. Haya, ukiangalia katika upande wa comment section, unaitwa ngoso kaweza kusema kwamba poor communication skills, kwa maana ya kwamba Uh, uh, uh, una mawasiliano ambayo sio mazuri, poa communication skills, kwa maana kwa kwamba uh, mawasiliano mbinu ya mawasiliano mabaya. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba huyu uh, ni bibi ya PDD. Sijajua na maana gani. Wewe ndio utanisaidia kwenye comment section hapo chini. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kuna comment naitafuta hapa. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kakangu waga najisau sana umebadilika zaidi ya Zuena. We naye wale wale, hivyo ndivyo alivyoweza kumaliza mingii sema kwamba nyamaza huko, kwa jamani, kwa nini usinyamaze we mtu? Wewe unajua maumivu tunayopata watu kama nyie mkitupa pole, yani mnachochea maumivu yetu maradufu. Tuacheni tujiuguze, mlisha, mlisha piga zenu pesa, inatosha. Tuacheni jamani, acheni kutukebehi. Diamond Platnumz, nyamaza kaka, tumepoteza maelfu ya ndugu zetu, maumivu yetu hayawezi hata, huye, huwezi hata kuyahisi Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kweli waso haya wanamji wao haya, rudi home mfansi wako wa kusalimia kidogo, you mad just like them. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba wewe si ulikuwa mstari wambele, wa mbele kuambia Watanzania wafanye kazi waache kulalamika kweli? Maskini e, akipata matusi hulia mbwata. Haya, mmepata naona kama mna akili kuliko wengine na mnajiona nyinyi ndio binadamu ila wengine ni wanyama. Wasanii chipukizi si ndio waliojitahidi kulisemea taifa kwa nyimbo? Wazoefu walibaki kukandamiza na leo kutoa salamu za pole. Damu ya mtu haifi, itabaki kulia kama sisi kwako, basi kwa, kwa kizazi chako si, lakini huwezi jua ungalisema neno kama msanii mkubwa kushirikiana na raia madhara yasingetokea kama haya. Watu walikuwa wanalia na ushetani we, wenu mlikuwa mna posti mazito. Sasa leo mnajifanya kutoa pole. Hivi hizi likes arobaini za Watanzania au mandondocha Ko, Mungu, ndo kataka watu wauliwe? Mwingine akaweza kusema kwamba pamoja, Damo Platinum. Mwingine akaweza kusema kwamba baba mkavu wewe, afakamfyonza huyu. Mwingine akaweza kusema kwamba tuombe haki, amani itapatikana e, ndani ya haki, sehemu penye haki eh, pana amani. Mwingine akaweza kusema kwamba the od city for sure, stay one side and focus on the side, even God condemns two sided people, oh Lord, please hear our prayers mwingine kazosema kwamba natamani sana Watanzania wote wakukatae waku wasikufuatilie tena huu. Mwingine kazosema kwamba mtalipwa kwa kadri mlivyokuwa mkitetea uovu kwa ajili ya matumbo yenu. Hu mwingine kazosema kwamba lakini na hivyo vitu vyenu. Hu mwingine kazosema kwamba you choose to stand with another issues then you pretend it now. Mwingine kazosema kwamba Mungu ibariki Tanzania. Mwingine akaweza kusema kwamba huu ni uzawi, ni zaidi ya uchoko. Mwingine akaweza kusema kwamba msitupe pole ndugu wasanii, mnatuzidishia hasira yani, mna e, mna tunafikia sana. Mwingine akaweza kusema kwamba we jamani, mnafiki sana. Hizo ni baadhi ya komenti za dawa ambazo walikuwa wanamlalamikia Diamond Platnumz kufuata hichi ambacho ameweza ukiandika kama salamu za pole kwa waliotangulia. Kumbuka kuna watu wengi sana wameweza kufariki kufuatia vurugu za maandamano ambazo ziliweza kutokea tarehe 29 na tarehe 30 ambayo yote alipelekea mpaka nchi ikawa na lockdown bila watu kutoka, lakini pia internet kufungwa. Unazungumzaje hili jambo la watu kum, e, kumshambulia Tamo Platinum katika upande wa comment section? Jumba la buhndo hili hapa, subscribe hapo chini.